Kwa majina naitwa Prince Laus Laurian Hunja, ni afisa biashara wilaya ya Sikonge. Napenda kuwakaribisha katika wiki ya huduma kwa wateja katika ofisi za biashara hapa wilayani kwetu. Tukiadhimisha wiki hii ambayo ni wiki maalum kwa wateja wetu, hususani wafanyabiashara ambao wana mchango mkubwa katika kukuza uchumi katika wilaya yetu, ofisi yetu ya biashara imejipanga kuwahudumia wafanyabiashara wote watakofika katika ofisi zetu za biashara na hata wale ambao tutaenda kukutana nao katika wiki nzima katika maeneo ya biashara. Huduma ambazo ofisi yetu tutatoa ni pamoja na kutoa elimu kwa wafanyabiashara wetu juu ya masuala ya biashara, sheria na taratibu na namna ya ulipaji kodi wa biashara zao, lakini sambamba na hilo, tutaenda kutoa vile vile huduma katika kumhudumia mfanyabiashara ili aweze kupata leseni yake katika kidijitali. Hivyo napenda kuwakaribisha wafanyabiashara wote katika ofisi yetu ya biashara, wajisikie wako huru na wako nyumbani, kuuliza chochote, kutoa ushauri, ili tu tuwe tuna lengo moja la kutoa huduma bora lenye manufaa na tija kwa taifa letu na kwa wilaya yetu kiujumla. Asanteni sana na nawakaribisha katika ofisi za biashara hapa wilayani kwetu Sikonge.